Hadithi za Sultani sehemu pekee ya burudani karibu. Marafiki wanavyoharibu ndoa zenye furaha. Wapenzi na ndugu zangu wa Hadithi za Sultani, tumekutana tena tayari kwa hadithi hii mpya. Hii ni kali na nzuri. Fanya mambo matatu haraka kabla hatujaanza story. Subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili tudumishe undugu wetu zaidi. Pia like hapo chini. Comment, asante Mungu kwa kuona siku mpya. Tuambie nini tufanye zaidi. Hadithi yetu inaanza sasa. Mtu yoyote aliyewafahamu Said na Nasra angeweza kuthibitisha kwamba walikuwa wakiendesha maisha yao vizuri, kwa sababu hata ingawa hawakuwa na pesa nyingi za kutupa ovyo, walikuwa wamejenga maisha madogo na yenye furaha pamoja katika nyumba yao ya vyumba viwili huko apa Sakumba, Benin City. Said alifanya kazi kama msimamizi wa miradi katika kampuni ya ujenzi kazi iliyomweka kwenye eneo la ujenzi chini ya jua kali kwa masaa mengi na vumbi kwenye viatu vyake na harufu ya simenti kwenye nguo zake, lakini hakulalamika kwa sababu kazi hiyo ililipa kodi ya nyumba yao na iliweka chakula mezani. Wakati huo huo, Nasra alikuwa akiendesha studio ndogo ya urembo wa bibi harusi kutoka nyumbani, akihudumia bibi harusi na wanawake wengine wa sherehe hadi mikono yake ilipotetemeka kwa kushika brashi za vipodozi. Hata hivyo, alishukuru kwa kazi hiyo kwa sababu ilikuwa ni shauku yake, na alikuwa akijiwekea kiba polepole ili kununua kamera bora na taa za pete. Walikuwa wameoana kwa miaka minne na kama ilivyo katika ndoa nyingi, kulikuwa na siku walicheka hadi mbavu zao zikauma, na kulikuwa na siku pia waligombana sana kiasi kwamba wote walienda kulala bila kuongea. Lakini haijalishi ilikuwa mbaya kiasi gani, walijikuta wakirudi pamoja wakati mwingine kwa kuomba msamaha na wakati mwingine kwa sahani ya chakula kuwekwa mezani bila maneno, kwa sababu huo ndio ulikuwa mfumo wao wa kusema bado nakupenda bila kufungua vinywa vyao. Walikuwa wakiweka akiba kwa ajili ya kununua kiwanja chao cha kwanza, na hata walikuwa wameanza kutafuta viwanja vidogo pembezoni mwa mji, huku ndoto yao ikiwa kujenga nyumba moja yenye bustani ambapo Nasra angeweza kupanda maua ya hibiscus na Said angeweza kufuga kuku kwa ajili ya nyama. Sasa ilikuwa ni katika nyumba hii ndipo Hawa aliwasili. Hawa alikuwa rafiki wa Nasra wa utotoni, ambaye alikuwa kama dada tangu siku za shule yao ya sekondari. Alijitokeza jioni ya Jumatano moja akiwa na begi ndogo ya kusafiria, uso wenye machozi na hadithi ya kuigiza kuhusu jinsi mpenzi wake alivyomtupa nje baada ya ugomvi mkali. Nasra hakusita hata mara mbili, alimwambia abaki kwa siku chache hadi apate mahali pengine. Na hivyo Hawa alijikita humo. Mwanzoni alilala kwenye kochi lakini pole pole, alijifanya yuko nyumbani katika chumba cha pili ambacho kilitakiwa kuwa studio ya kazi ya Nasra. Hapo mwanzo, Hawa alikuwa mwenye kupendeza, alisaidia kupika, aliosha vyombo kabla Nasra hajarejea kutoka kwenye uteuzi mrefu wa urembo, na hata alimfanyia Said kazi ndogo ndogo, kama vile kununua gundi au muda wa maongezi airtime, alipokuwa akitoka sokoni. Alicheka nao, alisimulia hadithi za kuchekesha, na alifanya nyumba iwe hai. Lakini Hawa pia alikuwa mwangalifu sana. Aliona jinsi Said alivyowasalimu kwa upole wanawake vijana waliokuja kwa ajili ya urembo, aliona jinsi simu yake wakati mwingine ilivyotetemeka kwa simu za usiku ambazo alizipokea kwa sauti ya chini, na jinsi Nasra wakati mwingine alionekana kuwa na wasiwasi bili zilipofika haraka kuliko malipo kutoka kwa wateja. Said ambaye hakuwajua chochote haya alifurahia tu kwamba Nasra alikuwa na mtu wa kumpa kampani. Hakuwa na wazo kwamba rafiki yule yule aliyemruhusu kuingia nyumbani kwake alikuwa akipanga hatua polepole kwa ajili ya mpasuko ungeenea haraka kuliko saratani. Iliendelea kidogo sana hata Nasra kutoshtukia. Jumamosi moja asubuhi walipokuwa wanachambua viazi vikuu jikoni, Hawa alitegemea karibu na akanongona. Nasra, mume wako ni rafiki sana rafiki kupita kiasi, ukinipa maoni yangu. Nasra alicheka, lakini Hawa hakufanya hivyo, alinyanyua tu nyusi zake. Wiki iliyofuata Hawa akawa mtaalam wa kupanda mambo bila kuyapanda. Angeweza kutaja tu kwamba alimwona mmoja wa wafanyakazi wenza wa Said wa kike akicheka sana kwenye makutano barabarani wakati Said alipopita na kuongeza Wanaume wa siku hizi, hmm. Usipokuwa mwangalifu, kabla hujajua watakupa presha ya damu. Hakuwahi kusema Said atamsaliti moja kwa moja, lakini aliunda tu matukio madogo katika akili ya Nasra. Jioni moja ya Jumatano, Said alirudi nyumbani akiwa amechelewa, na kabla Nasra hajauliza, Hawa aliingilia kati, mpenzi wangu ingekuwa si mimi ningemuuliza Sam alikuwa wapi tangu asubuhi. Wa usiku, si wakati ambao mume aliyeoa anapaswa kuzunguka huku na huku? Nasra alijikuta akimtazama Said aliyelala usoni, na mbegu ya shaka ilianza kuota. Kisha wakati ambao ulitikisa mambo zaidi ulifika, alisiri moja Hawa alielekeza kidole kwa jina la ajabu la kike ambalo lilijitokeza kwenye skrini ya simu ya Said na kusema Natumaini unawajua marafiki wote wa mume wako kwa sababu hili halionekani kama jina la kawaida. Akili ya Nasra ilianza kujazwa maswali na alianza kuona mambo madogo madogo kama Said akitoka nje kuchukua simu fulani. Ilitokea jioni ya Ijumaa. Said alikuwa amempigia simu Nasra mapema mchana kusema atachelewa kurudi nyumbani. Nasra alikuwa amemaliza kupakia sanduku lake la vifaa vya urembo wakati Hawa alipoingia sebuleni na kuanza kusema, Nasra, najua si biashara yangu, lakini nadhani unapaswa kwenda ujione mwenyewe. Said yuko wapi jiwani? Hii binamu yangu amenitumia tu ujumbe, alimwona Said huko New Benin Junction na hakuwa peke yake, na mwanamke aliyevalia lipstick nyakundu. Walikuwa wanacheka sana. Hawa alimshawishi Nasra waende akisisitiza Wakati mwingine usipowakamata wanaume hawa wakifanya jambo, watakufanya uhisi kama wewe ndiye wazimu. Walipofika, Hawa alielekeza waone pale karibu na kibanda cha samaki wa kuchoma. Nasra alimwona Said akiongea na mwanamke aliyevalia nguo ya njano, ingawa mwanamke huyo alikuwa ameshikilia katalogi na kalamu. Nasra hakuzingatia ukweli na mbegu ya shaka ilikomaa. Aligeuka haraka, na Hawa alimbonyeza mkono na kunongona, mpenzi wangu unaona ni kwa nini nimekuwa nikikuonya. Neno moja linamtosha mwenye busara. Asubuhi iliyofuata Hawa aliondoka nyumbani mapema sana, na kufikia mchana porojo zilikuwa zimeanza katika kikundi cha WhatsApp cha familia, zikipotosha habari kwamba Said alikuwa amekamatwa akishikana mikono na mwanamke mjini. Simu ya mama Said iliita na sauti yake ilikuwa kale. Mama Said alidai kujua ukweli akisisitiza kwamba Hawa alikuwa amethibitisha kila kitu. Jioni hiyo, Said aliingia nyumbani na simu yake ilianza kutetemeka bila kusimama. Hawa aliingia kutoka chumbani kwake na usemi wa huruma bandia na kumwambia Said, "Sikutaka kuwa yule wa kuiambia familia, lakini nilikuona jana kwa macho yangu. Mwanamke huyo katika mavazi ya njano alikuwa ameshikilia mkono wako." Said alikasirika sana. "Hawa, wewe ni wazimu! Mwanamke huyo ni mtoaji anayelipwa, tulikuwa tunatafuta sampuli za rangi kwenye simu yangu." Hawa alitikisa kichwa polepole pole na kusema wewe na Mungu tu ndio mnajua ukweli. Hali ilizidi kuwa mbaya na Said alipoteza mkataba wa kazi. Said akiwa amechoshwa, alikasirika na kuitisha mkutano wa familia ili Hawa ajieleze mbele ya kila mtu. Jumamosi jioni Eneo la mkutano lilijaa wanafamilia na wazee wa familia. Hawa aliingia polepole akionekana kama mtakatifu. Wakati wa mkutano, Hawa alitoa mashtaka yake akidai, nilimwona Saidi katika hoteli ya Uhuru, walikuwa karibu karibu sana. Kisha alifikia ndani ya mkoba wake na kutoa picha iliyochapishwa ya Said na mwanamke huyo nje ya hoteli, akidai ilikuwa udhibitisho uthibitisho wa usaliti. Said alisimama akitetemeka kwa hasira, ulikuwa unapiga picha nyuma yangu? Hawa alijibu kwa unyonge, Mungu aliniambia nipige picha ili kufichua kazi ya giza. Ghafla mlango wa mbele ulifunguliwa na Bi Upendo aliingia ghafla akisema, bwana Saidi, faili lako liko tayari. Bi Upendo alijitambulisha kama mbunifu mkuu wa majengo na akathibitisha kwamba mkutano wao katika hoteli ya Uhuru ulikuwa wa kibiashara. Kisha Bi Upendo alimalizia, lakini jana nilikata simu kutoka kwa mpokezi wa hoteli kwamba mwanamke huyu, akimwonyesha Hawa, alitembelea akiuliza ikiwa angeweza kupata nakala ya kamera za CCTV za hoteli badala ya zawadi ndogo. Mama Said alisimama na akamtuhumu Hawa kwa kupanda uongo na kujaribu kuharibu ndoa yao. Wazee wa familia waliamua adhabu Hawa ataomba msamaha hadharani kwa Said na Nasra na atasimamia gharama zote za chakula na vinywaji katika mkutano wa familia unaofuata. Mama Saidi alihitimisha, maisha si ya haki unaoyafanya kwa machungu kwa wengine. Na kama hivyo, sifa ya Hawa iliporomoka na hakuna mtu aliyetaka kuhusishwa na mwongo ambaye alikuwa amefichuliwa hadharani na akafukuzwa kwenye familia. Naam, wasikilizaji wangu wapenzi, hapo ndipo tunapofikia mwisho wa safari yetu katika kisa hiki cha Said, Nasra na tufaha la uhasidi la Hawa. Hebu tupige makofi kwa Said na Nasra kwa kuipigania kweli yao na kuvumilia ghasia zote za WhatsApp na simu za Mama Said. Haki imetendeka na tunaona jinsi uvumilivu na uaminifu ulivyoshinda uongo uliopandikizwa. Na tusimsahau Hawa, tunamtakia kila laheri anapojipanga kuandaa mlo wa familia unaofuata. Mwenyezi Mungu amtie nguvu huku akisaka biriani na mishikaki ya kutosha kwa wanafamilia thelathini. Sasa funzo kuu la hadithi hii ni lipi? Ni hili: usikubali kamwe mbegu za shaka zipandwe katika bustani ya ndoa yako na mtu anayeona nyumba yako ikiwa nzuri kuliko yake. Usiwe mwepesi wa kusikiliza siri za unong'ono na picha zenye pembe mbaya. Asanteni sana kwa kujiunga nasi. Ikiwa umefurahia simulizi hili la kusisimua na ghadhabu za Mama Saidi, usisahau kabisa mambo matatu muhimu: Like simulizi hili kwa nguvu zote, Comment hako chini na utuambie ungefanya nini ikiwa ungekuwa Saidi au Hawa, ungempenika wapi? Subscribe kwa kituo chetu ili usikose hadithi nyingine za kusisimua kama hii. Tukutane tena wiki ijayo katika simulizi nyingine yenye mafunzo, msisimuko na uhakika wa mwisho wenye amani. Karibuni tena.